Ugomvi kati ya Harmonize na Ibra umekuwa gumzo kubwa la bongo fleva. Sio maneno ya kawaida, bali sasa mambo yamechukua sura mbaya zaidi: tuhuma nzito za ulawiti, matusi ya hadharani na msanii moja kudai kuwa maisha yake yapo hatarini. Je, nini kinaendelea? Kama ulikuwa hufuatili, Ibra aliwahi kusema kuwa Harmonize alimwahidi kolabo ambayo haikutimia. Tangu hapo maneno yamekuwa yakirushwa mbele na nyuma. Hivi karibuni Ibra alidai kuwa Harmonize alitaka kumwingiza kwenye mambo yasiyo ya, ya kimaadili, akisema kuna deal ya kishetani iliyoambatana na ulawiti. Tuhuma za ulawiti zimechukua nafasi kubwa. Ibra anadai kuna watu maarufu wanajaribu kutumia ushawishi wao kimapenzi, ingawa hakumtaja moja kwa moja. Mashabiki wengi wanaamini Harmonize alihusishwa moja kwa moja. Harmonize naye amejibu kwa hasira akitishia kumshitaki Ibra kwa uchafuaji wa jina. Wasani wengine wameanza kutoa maoni yao. Wapo wanaona ni kiki tu ya kurusha ngoma mpya, lakini wengine kama Young Lunya na Jux wameonya kama kuna tuhuma za kingono, basi haki ichukue mkondo wake. Watu wanataka ukweli na kama ni kiki, basi imepitiliza mipaka. katika hatua mpya harmonize amesema atamshitaki ibra kwa tuhuma za uongo wakati huo huo ibra anasema yupo tayari kutoa ushahidi wake sasa mashabiki wanataka ukweli ni nani anasema kweli na je bongo fleva itaimarika au kugawanyika zaidi hii ni zaidi ya drama ya mitandao ni kuhusu ukweli heshima na hatima ya tasnia yetu tunataka muziki wenye maadili sio vita vya majina toa maoni yako unaamini nani na unadhani hii ni vita ya kweli au kiki tu?